Tarehe 13 mwezi wa 4 mwezi huu tutakuwa na duru ya tatu ya utoaji wa Tuzo ya Taifa ya Mwalimu Nyerere ya Uandishi Bunifu. Duru hii ya tatu, mgeni rasmi atakuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dk. Philip Isdori Mpango. Shughuli hii itafanyika pa Dar es Salaam kama kawaida na tunaalika Watanzania wote kufuatilia tukio hili ambalo ni kubwa na ambalo linatokea siku ya kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye si tu kwamba alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwanasiasa maarufu duniani, alikuwa vile vile ni mwandishi wa kazi za kichambuzi za siasa, lakini na uandishi bunifu hasa kwenye mashairi. Ana kazi nyingi sana za mashairi aliyoandika ambayo mpaka sasa hivi yanatamba kwa ladha na maudhui mazuri. Tuzo hii imepewa jina la mwalimu Nyerere kumenzi kama kiongozi wetu mwasisi wa taifa letu, lakini vile vile kama Mtanzania aliyekuwa mahiri sana katika uandishi bunifu. Lengo la tuzo hii kuwatambua kitaifa na kuwazawadia waandishi mahiri wa uandishi bunifu katika nyanja mbalimbali mbali za uandishi bunifu kama ambavyo Profesa Penina Mlama ataelezea, ili kuwatia moyo, kuwatia shime na kuhamasisha waandishi wengi wajitokeze kuandika kwa kujua kwamba utakapoandika unatambuliwa tambuli, na taifa lako lakini vile vile tuzo hii inapotolewa, pamoja na mshindi wa kwanza kutoa shilingi milioni kumi, serikali kupitia teti inagharamia uchapaji wa kitabu na uchapishaji kwa kuvinunua vile vitabu, kwayo anapata tenda alivyosema Dokta Komba kuhakikisha kwamba kwa kile kitabu kinaingia mtandaoni. Tulikuwa na tatizo kabla ya hapa, waandishi bunifu akiandika wa kazi zao nzuri, ni kazi sana kukuta publisher ambayo yuko tayari kupokea kazi hizo, hata anasema kwamba kazi yako ni nzuri, lakini soko hili, tutachapisha hatutarudisha fedha zetu. Kwa hii imefanyika maksudi ili kuhakikisha kwamba kwa waandishi bunifu aliyeshinda kazi yake inachapishwa na inasomwa. Lengo la pili ni kukuza lugha yetu ya Kiswahili kwa sababu tuzo hii inatolewa tu kwa waandishi bunifu wanaotumia lugha yetu ya taifa ya Kiswahili. Vilevile ni kukuza utamaduni wa kujisomea hapa nchini kwa kutangaza kazi ambazo zimefanyika hapa. Kwanza tumetoa vigezo kwa waandishi kuwa wanapoandika wafuate vigezo moja, mbili, tatu tatatatata halafu kuna vile vigezo vya kitaaluma ambavyo vinaamua kama hii riwaya ni nzuri hili shairi ni nzuri au la. Sasa ndio maana tuna jopo la majaji, na lile jopo la majaji tunawachagua kwa utaalamu wao katika nyanja hizi. Kwa hiyo wale wenye utaalamu katika taaluma ya ushairi waliobobea katika taaluma ya ushairi, sio kama tu waandishi, lakini kama pia wakufunzi, kama wachambuzi, ndio wanaingia kwenye jopo letu la majaji. Na wanapokaa jopo la majaji, sasa wanaangalia ile miswada kitaaluma, kama ni mizuri au sio mizuri, na wao wana vigezo vyao ambavyo vimeainishwa, ambavyo wanavitumia kujaribu kuamua kila mswada unapata una uzito gani kufuatana na vigezo hivyo.